Yapani yeah. Katika sehemu ya thelathini na sita inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita Solo The Mafia Undercover. Tunazidi kusonga nayo kama Binti, sana Lena kawaida aliomba mtu yo asaidiwe, naisi kama anaweza kunikumbuka lakini, anateseka mno, hali yake si nzuri. Sijajua mwisho mwisho wake. Atakuwa anafahamu kila kitu kuhusiana na hili. Lengo la kuweza kufanya kwa sasa ni kuhakikisha kabisa kwamba anaweza kusaidiwa kuweza kutoka pale alipo na afya yake iweze kuwa njema. Wamekuwa bishano wakubwa sana yeye na mama yake, mama akiwa anahitaji jambo fulani ifanyike, lakini mtoto naye anapinga, na kile ambacho mtoto anahitaji kuweza kufanya mama hataki, lakini ni lazima kuweza kumsaidia mtoto wa dada yake, si mmoja tu, wote wawili Agata pamoja na Bruno na Marco lazima kuweza kujiweka kwenye hili, ili kuendelea kujisafishia jina lake na kutengeneza uaminifu kwa Bruno kwanza, kukua maisha yake, hata kama mwanzo alimkosa kumuua, lengo ni kufikishwa kwa Lacarino. Ndio maana hataki kuweza kuimaliza kazi hii hapa. Huyo binti ameondoka? Hapana, ekea ulinzi wa kutosha sana Agata kuto kusogea kwenda mahali popote pale. Swala ya kutoroka ni sifuri. Hiyo ni 36, usiogope 35, unaiona kabisa tu kwamba imekata, hakuna maandishi, lakini ndivyo ilivyo. Sio mimi, ni wao wenyewe. Babako iko zake kubafuni, anakoga yuko ucho wa mnyama Bruno. ni gei nyamera watari lakini anamwamini Mungu wake Jesus Christ. Ah, wewe piga <tipi> kichwa kutani. Alikata moto na kuanguka pale pale bafuni. Askari magereza walikuja. Corona. Ni upuzi gani unaweza kufanya wewe? Ebo amka. Corona. We Corona. Fort. Mara sasa. Fort. Uliano unafanya nini? Star. Ebo tumwamshe. <tis> Tawili kumchukua kumpeleka moja kwa moja hospitali tena. Watu wana tabu. Erika akiwa na Emmanuel. Okay. Walihitaji kuanza uchunguzi wao. Nozo. Kwa accidente sabwana mimi student ndio watakuwa wameweza kumsaidia Corona kuweza ku kwe escape. Kwa hiyo walihitaji kwanza uchunguzi hapa, kama hayo male tunachukua simu sotto control na surveiliamu sisi tunamchumbia, na wanahitaji kuweza kuweka tap kwenye simu zao ili kuweza kujua wanawasiliana na nani kwa muda huo. Habari za asubuhi. Kitemu regulare mandato, tuna oda ya kuweza kufika hapa. Hawakuzuiwa kama askari, ruksa wafanye hatenzo kuhitaji yoyote wakaingia ndani, alipata wengine wakabaki. Anasema ni kutoka gerezani, ilikuwa la Il la ni lazima kuweza kumpeleka mtaalamu hospitalini, lakini kwa polisi mmoja ambaye hamwamini kabisa, Marco, michezo jinga lakini alimwahidi kwamba kutoka hapa itakuwapo ni ngumu, yaani utajutia. Huyu ndio yule aliweza kumwahidi kwamba utajutia. Kwa nini unaishi, wacha kuzungumza maneno kama kwa kwa, kwa kwa. Mgonjwa akambia hapana, huyu simwamini kabisa. Huyu ni mchezo, anachezea mpumbavu mkubwa. Huyu alizijipigiza mwenyewe akasema kwamba ana maradhi kuweza kupeleka hospitali, kuna jambo anahitaji kuweza kulifanya. Thelathini na sita. Mechukua muda mrefu. Yupo hospitali inasemekana kwamba ameweza kujigonga mwenyewe kichwani na ana matatizo kidogo. Nafikiri kwa sasa inabidi tuweze kutumia hii kama faida. Kwa sababu Bruno yuko hospitali, okay. Unamaanisha nini? tumfanye aweze kutoroka. Yaani umtoroshe hospitali. Unaleta utani. Ndio njia pekee inaweza kubakia. Baada ya hapo patrechi wataweza kutupa mwongozo jinsi gani ya kuweza kumpata pia Gata. Kwa msaidie Bruno kwanza ndipo waweze kumsaidia Gata. Patrechi wataweza kuwapa mwongozo kwamba Gata anapatikana wapi. Mwamba akaamua kuweza kuondoka zake Marco. Kilena alishindwa kuweza kumwelewa kabisa Marco. Ilibidi kumfata kuzungumza naye. Sijajua kama nakosea ninapozungumzia swala tu la binamu yangu, unabadilika ghafla kwangu. Mimi unaonekana ni mtu ambaye unatumia akili yako sana, lakini binamu yangu inaonekana ni kichaa, kila mmoja anafahamu. Bila shaka, binamu yako ni sawa na kaka yangu, mimi ndiyo aliweza kuleta mimi ndani ya hii familia. Ndiyo maana unanyona na mashaka, sina kingine kwetu basi, yeye tayari alipo fanya data. Marco, nitakusaidia kuweza kumrudisha Agata hapa, anaambia bila shaka nafahamu, kwa nini siweze kunisaidia, angali msaada wako na uona Tutukusa. Naomba unisamehe, Sijaona msikiasha, Nilikosea tokea mwanzo, naomba unisamehe kuhusiana na masuala madawa. Takisha ni jambo alitokee tena. Agata fortunata

Presi, e ni kwa nimeleta kwa ajili yako. Kwa hiyo niko huru, kama utaweza kuniamini utakuwa huru, na na maana kwamba bado mi ni mfungwa hapa. Unajua, wewe ni mwenye makosa zaidi yangu, hata mimi alimletia mavazi viatu nguo za binti kuweza kubadilisha aonekane mrembo na pia chakula kumhudumia. Njaa anayo kweli, lakini sasa mapozi hapa na pale wanafanya mchezo na njani. Njaa ina ujeshi na njaa, hata kama unambia vipi huwezi kuikimbia kula ushibe kuiepuka njaa pale unapoweza kupata ulichoweza kuletewa, akaona ngoja akikalia vizuri, sababu hakuna mpambe. Hiyo ni 36 na inazidi kusonga mbele wanaita Solo. Erika huyu hapa, binti huyu, kuna madawa ambayo anakuwa akiweza kuyatumia, sina uhakika kwamba ni kinywaji nao na ana masiara kabisa pindi anapokufesi, huenda ukajikuta umeanguka na kufa. Kipi kinakwenda kufuata zaidi, ni kamera. Tukutane katika sehemu inaweza kufuata, tutajua mengi zaidi. Bado ni Solo, inazidi kuweza kusonga mbele. Ni mwisho katika sehemu ya 36. Nini kinafuata katika sehemu ya 37? Huyu hapa ni the king himself, kama kawaida. Mm -hmm. na tunazidi kusonga mbele kama kawa, nimekuambia ndio hivyo, vipande vinatoka vifupi lakini tawiana razi. Mm -hmm. Tutazidi kusonga nao mbele hivyo hivyo, hakuna shida. Hii hapa ni season 2, na moto unazidi kuweza kusonga namna hiyo, kwa hiyo usiogope.